yule mkabila sasa ameanzisha jina ingine anajiita kasin lakini mimi namrudisha tu namwambia yeye bado ni mkabila yeye anasidi na kuweka asidi katika taifa la kenya yeye ametabiri kwamba tutapigana 2027 ashindwe azishindwe mimi ninashangaa wakati mwingine anaongea haya maneno akiwa kanisani akifanya uchochezi hii kabila ambao unatetea wanaishi katika Kenya nzima, au ndio wafanya biashara wakubwa katika nchi yetu? Ukiwachochea, ukiwachochea, unataka kuwakusanisha na wakenya wengine. Kuna watu ambao wanataka Kenya hii kumwagike damu kwa vyovyote vile, na sisi tusiposimama kidete, tusipowakemea, tusipo, tusipo wakashifu, Kenya yetu haitaenda vizuri. Ajenda yao ni William Ruto aende nyumbani. Kwani William Ruto aendange nyumbani kila siku? Si anaenda kwake? Sisi hizi wote tunaenda manyumba yetu, na wengine wanasema sijui one time, wala hata wanasema one time hawakumaliza quarter time, hata half term.